Kutumia sehemu ya jumuiya ya ALS Kenya unahitaji kuingia kwenye programu kwa kutumia utambulisho chako. Mara tu unapoingia, bofya kwenye kituo cha jumuiya cha ALS Kenya, na unaweza kuja kwenye sehemu ya jumuiya ambapo unaweza kuchapisha maoni yako au unaweza kwenda kwa sehemu nyingi. Ikiwa unataka kuandika maoni juu ya kuku, unaweza kuchagua kuku. Ikiwa unataka kutoa maoni juu ya mifugo, unaweza kubofya mifugo, na unaweza kuandika chapisho lako. Ikiwa unataka kuongeza kiunganishi chochote, unaweza kubofya ongeza kiungo na unaweza kubofya kuwasilisha na sasa unaweza kuona. Kwa hivyo mtu yeyote anayetoa maoni, unaweza kuona sehemu nyingi na maoni kwenye masanduku ya maoni. Asante.